Kama wewe ni mgeni hapa, hapa ni Jakaranda, bunge la mwananchi. Eh, hapa tunapea kila mtu freedom ya kuongea. Unaweza ongea ile kitu unataka. The only thing aturuhusu hapa na utu, usitusi baba. Unaweza tusi mtu mwenye unataka. Bado ukisimama hapa ikikuchukua sisi hatutakuwa. Utaenda tu peke yako. But as long as long umeheshimu baba, na sasa hii tunaheshimu hata Ruto. Because tuliacho kwa broad based government, wale watu wa hii ni bunge, na kila mtu akona haki yake si ndio? si tuko na watu watu, na watu watu na, kila mtu akona haki ya kuongea ile kitu anataka as long as usiabuse mu especially Raila Amolo Odinga na Mwenyezi Mungu, ya watu wengine unaweza fanya vile unataka kushik, kujia hapa. So karibu wageni na because of time, mimi nitashukuru tu mgeni Jaoko e, mi nilimjua 2017 akiongoza ile timu ya watu wa kodi, mnakumbuka, timu ya vijana na vijana na baba, ile ana ilikuwa nasa makodi hapo ndio sisi wengi tulimjulia, na aliongoza vizuri sana, si mnakumbuka? So mgeni sisi tunajua kukaribisha hapa wageni but, kila mtu ako na opinion yake yake, hatuwezi mpinga. So nitapea tu watu wa tatu wa bunge wamkaribishe mgeni e. Mtu wa kwanza atakuwa Attorney General, jambo tu mbili Asante sana Jakaranda oye, Jakaranda oye, musikae kama maziwa lala Jakaranda oe. Oe. Very good, mimi kwa majina naitwa Joseph Asamba, kawaida Attorney General, bunge la mwananchi Kenya. Wageni wetu siku ya leo tunawakaribisha na tuko na furaha hapa Jakaranda. Sisi huwa tunakaribisha wageni na nimekuwa na furaha sana kwa mara ya kwanza kukutana na Jaok Oburu kutoka 2017 hadi wakati wa leo ndio nimemwona akifika hapa. Karibu sana na isiku yetu ni kwamba leo ndio umetutembelea, bali tunakuanga hapa kila siku unless mvua imenyesha ikutufukuze, lakini sisi tunakuanga hapa daily, unaweza kutembelea tena na tena. Sisi tunasema ya kwamba karibuni sana Jakaranda eneo ambalo ni mzuri kabisa sio la kuonea tu kwa TV, lakini unaona, mazingira yetu ni mzuri na watu ni watulivu, wenye ni watulivu hivyo. Kwa hivyo karibu sana asanteni, asante sana Mr Speaker, na wageni wetu wote. Mi kwa majina naitwa Kennedy Songa Songa, na mi ndi opposition leader ya hii bunge, na because Mr Speaker amesema we are in democracy Unaweza sema two term ama one time, lakini mimi nasemanga tu one time. But uh, Mr. Speaker, nimeona ndugu yangu hapa <coughs> <coughs> lakini ndugu yangu, mimi kitu naezaomba ni moja: ukitoka hapa ndugu yangu, uchukue hata kijana moja tu hivi andikwe kasi. Hiyo ndiyo kitu naomba, akitoka tu moja tu, hata si wawili, ndugu yangu, moja tu. Sasa hata yeye pia akiweka chakula juu ya meza anaweka na jina yako. Sasa ukirudi next unasema songa, nilifanya vile na eyke. Asanteni, asanteni, asante. Eh, asante. <laughs> <Yeah. laughs> <A Sunday. laughs> <laughs> <Hey>, unapiga makofi haina shida hiyo, ndio vizuri, hiyo ndio utamu ya bunge. So next because of time eh, hey, Sam CJ, Sijui ya yuko karibu, huyu anakuja. Asante oh, uh, sana Bwana Spika, kwa wageni wetu kila mtu hapa ndani ya bunge. Bwana asifiwe, asifiwe tena. Sasa leo nataka kusema hii mambo yetu ya Bunge la Mwananchi kidogo tu, alafu Bwana Spika utakuwa unaendelea Mmejua nikisema bunge la mwananchi mnajibu aje? Bunge la mwananchi! Bunge la mwananchi nguvu mashinani! Leo mnaona viongozi wamefika hapa, na sisi kama wana bunge tumesikilizana vizuri, na tuko hapa kwa leo na tutasikiza kiongozi kitu atasema. Huyu ni kiongozi mwenye anatoka kwa ofisi ya rais. Si kiongozi rejareja reja. So, utasikia mambo vile mambo inapangwa hapa nchini na tutahakikisha kwamba hata sisi mao, watu wa bunge la Jacaranda tutakuwa tunapata tunaingia kwa hiyo system na tunahakikisha kwamba kila kitu inaendelea sambamba. So bwana spika, asante sana kwa kunipatia nafasi na karibu. Uh, kiongozi karibu sana. <laughs> Aya. <laughs> Aya, amjambo wana bunge e, kawaida. Mheshimiwa Jaoko Oburu Odinga, mshauri wa Dr. William Samara Puruto. E, wengi wananifahamu kama kijana Uhuru Kinyatta, mjukua bunduki, mtetezi ya wanyonge, Oda Umos wanawa So mheshimiwa Jaoko e, mimi ni one time, namna songa songa Kennedy amesema, na demokrasi hii tunaenjoi demokrasi ile Raila Odinga alituletea, alisema ya kwamba kila mtu aseme maoni yake, so bunge la mwananchi kila mtu ameruhusiwa kusema maoni yake na kukaribisha kila mgeni ya aina pande zote, wa serikali upinzani wote wamekubalika kwa sababu demokrasi ya mheshimiwa Odinga alituletea kama vijana wake So, we kama kijana ya Mheshimiwa Rudinga mkubwa, mimi nataka nikutume kwa niaba ya wana wananchi ama wanabunge, ambie Mheshimiwa Rais kama mshauri wake ya kwamba tunahitaji capitation ya education ya wanafunzi inachelewa sana, mimi ni mzazi. Pili, waambie Mheshimiwa Rais ya kwamba alituahidi ajira kama vijana wa taifa la Kenya akiwa hapa nyuma 2021 so kama mshauri wako waambie, umekutana vijana pale Bunge la Mwananchi ikiongozwa na jukwaa bunduki jana Uhuru Kenyatta ya kwamba wanasema wanataka, kama wanataka ahadi ambayo alituahidi kama rais wetu. Asante, Mungu wabariki. Kwa sababu ya masaa na tunaelekea saa kumi na moja saa kumi na mbili na nusu, si deputy na rais waongee, tukaribisha mgeni sababu naona ni alafu mos sok mimi yangu ni kidogo tu, Mheshimiwa Speaker. Kwanza, wasemaji wote wame, wamekuja ku, wame kwa floor, kuna kitu hawajasema yenye mimi ningesema kwa niaba ya Bunge la Mwananchi Jakaranta. E, Jaoko, sisi kama kijana wa Raila Odinga mkubwa, kwa niaba ya familia yenu, sisi kama bunge la Jakaranda tunasema pole na tunamwombea Mwenyezi Mungu mahali ametuwekea shujaa wetu, amweke mahali pema peponi. Jambo la pili, mimi nataka kusema kitu moja zawadi moja ya kati ya zawadi zenye Raila Odinga amewacha kwa taifa letu, moja ni chama yake ya ODM, pili ni hii uhuru ya kujieleza yenye bunge la mwananchi inatumia. Sisi tuwezi zungumzia mambo ya ODM kwa sababu watu kama sisi si wanachama wa ODM, lakini hii uhuru ya bunge la mwananchi tutarudishia shukrani Raila Odinga na pili hatutawacha kuendelesha hii moto yenye aliwacha sisi tukuwe nayo, na tunaomba wengine wenye wako karibu wenye wanawezataka kujumuika na sisi tuendelee na hiyo wito, na hiyo wito ndio itafanya kumbukumbu ya Raila Odinga isi, isi, isi, isi, isi, isi, isipotelee hapa. Karibuni, ni hayo tu, shukran.

ya karanda sana na sahii ni siasa na baba yetu mwenye tulikuwa nampenda zaidi, ambayo malaika alichukua, ali alituma mtu mwingine akamchukua kwa bahati mbaya. So sahii baba ameenda na Hatujabaki yatima sana, kama kuna kuna kuna vijana bado kama nyinyi. <coughs> na hii vita lazima tuungane pamoja, sana sana. Sisi kama Wajaluo, Raila ametuacha ametuwacha, malipa baya zaidi, lakini sio sana. Ametuwacha kwa serikali ya William Samoei Ruto. Sahii tuseme serikali ya William Samoei Ruto hajaoko, si ndio? Hapo ndio tuko tuko kwa serikali. So Jaoko, mimi nakwambia, kama niko hapa Jakaranda, utusike mkono, tutakusika mkono. Ukituacha oh, okay, sisi ni wale wale tu <laughs> <laughs> Jyui! Jyui! Jyui! Jyui! Jyui! Jyui! Jyui! niseme ama nisiseme, sisi ni wale wale wale tu, sizamwambia so Uh, mali penye baba walikuwa nasema baba alikuwa watu, walikuwa baba walikuwa wenye walikuwa wamezunguka baba walikuwa wabaya, so wenye umeanza hivi, tafadhali, wenye wamekuzunguka wakuwa wazuri, sio kama wale wa baba asiasama. <laughs> <laughs> ya baba walikuwa <laughs> wabaya, sindio? So Jaok Oburu tumekaribisha sana, na angalia siasa yako saa hii Hakuna kitu ya kupewa ni kuchukua, na ita depend unachukua aji. Sisi penye juugi itasema, saa hii jugi yetu imesimama tu juu bado. So uh, wenye rotaa onapigania tokeni tu mapema, jugi bado iko juu ya mulu. Nisastika seke moja nikimalizia, kama we ni mafans mafans wa ball okezo okay. So tunaenda tutatoka hapa jioni tukienda kwa kinamolo sisi tunaenda kulia kesho. Tutatoka hapa kesho jioni, na tufike kesho kutwa asubuhi. So kama wewe ni fans wa Bunge, tukutane pale kwa post, tupange vinye tutaenda kesho Bondo. Uzuri, mheshimiwa wako ametutembelea, gari tuko nayo

Usitangaze jina ya mheshimiwa vibaya akitoka hapakaa. Asanteni sana. kwa majina ni Nywele Sauce, Bunge Prime Minister Kenya Abroad kenaa. Uh, mimi chairman wa Welfare, lakini mimi niko na mbegu ya uongozi kila kitu ni mimi mimi ndio ruto damu raila mifupa kenya mzima na mimi pia mwenye mnaniona hapa aspirant orera ward 2027 hawa watu wamenitokeza na simu niende niwasaidie huko kwa hivyo mimi naomba support yenu wa kenya musimame na mimi niende nishinde ule jamaa huko tumesimama watu wawili ni mimi na mbeumo kwa hivyo mnisaidie nishinde ule jamaa asubuhi mimi kitu ya kwanza nataka kusema kwa sababu hatuna time Mr. Speaker. Raila Molo Odinga alikuwa mtu shujaa na alikuwa mtu mwenye anaelewa shida ya mwananchi. Na kwa leo nimefurahi sana tukiona Jaoko Oburu Odinga akiingia hapa Jakaranda, na mimi nataka niambie Jaoko ya kwamba mimi kama nyweleso, sisi tulikuwa tuzaa zoea hiyo jina ya Odinga. Kwa hivyo mimi ningekuomba kwa sababu hii ni siasa tu tungekuomba kwa sababu we pia uko na hiyo jina ya Odinga. Wewe unaitwa Jaokoburu Odinga, sisi tulishazoea hiyo jina, na sisi tunakuomba bado tuendelee tu pale mbele, kwa sababu tulishazoea jina ya Odinga. 2027 tupate tu bado jina ya Odinga kwa debe. Kwa hivyo sisi tunaomba Oburu Odinga ya kwamba sisi tulikuwa tumejua tumebaki yatima. Sisi tulikuwa tunajua tutakuwa kama wafuasi wa Simeon Ndetu. Sisi tulikuwa tunajua tukitaka kutafuta direction yoyote, sababu mambo ya kingpin tulikuwa tushakataa. Tulikuwa tunataka tukitaka direction yoyote tunaenda kwa kaburi ya Raila huko nini? Huko Bondo. Hiyo kwa kaburi natupea direction kama watu wa Simeo Ndeto. Kwa sababu tunajua Raila alikuwa tatu. Raila the father, the son and the Holy Spirit. Na Raila mwenye amekufa, Raila the father. Kwa hiyo bado tumebaki na Raila the son na Raila the Holy Spirit bado tumebaki naye. Kwa hiyo hatujabaki yatima sana. Na Raila the son pia ashatutembelea. Kwa hiyo mimi nataka kumalizia nikisema hivi. Hata umekuja masaa mzuri na venyomoso wana wamesema. Kesho tuko na gari tatu ya kuenda kwa Jaramogi. Tunaenda kumwona kwa kaburi ya Raila Amolo Odinga kwa sababu tunajua huo ndio baba yetu. Na mimi nilisaa sema kwa hii Kenya. Mtu mwe anaweza mpigia kura na nitoke niende maandamano. Ni. Raila Amolo Odinga peke yake. Na Jusaia ashakuva na ameniwacha kwa serikali. Na Oburu Odinga ni mtu ambaye ametoka kwa serikali. Ukiona Oburu Odinga ameongea hapa ni, ni, sawa tu na Ruto akiongea hapa. Kwa sababu yeye ndiye adviser wa Ruto. Inamaanisha yeye ndiye anaambia Ruto leo aende useme hivi. Na ndio leo tumepata nafasi anataka kutuambia hiyo yenye angepea ya Ruto ya kesho. Tunataka kuambia tunataka kuambia, tuna kuambia Jaok Oburu Odinga ya kwamba hii mambo ya nini youth empowerment ilikuja hii ya mapikipiki. Sisi kama watu wa Jakaranda tu kupata. Lakini juu sasa umefika hapo umeona hapa hakuna pikipiki. Najua lazima tupate kambili ka tatu. Kwa hivyo najua Jaoko Oburu Odinga ni mtu ambaye anasimama na wananchi na atatusikiza. Mambo yangu ya mwisho. Sasa hii tuko na gari tatu so far. Kuna gari ambaye tumepewa na Agnes Kagure, nyingine tumepewa na watu fulani fulani huku viongozi wetu. Lakini ile kitu yenye hatuna hapo ndani, Mheshimiwa Tom Moso ha ha amesema hapa hatuna maji ya kunywa na hatuna chakula ya kukula, tunatoka hapo tunaenda Bondo na kurudi. Kwa hivyo sisi tunaomba Jaoko Oburu Odinga, sisi tunaenda kwenu. Etarenge kuwe huko pia maji kidogo tupate kwa barabara. Mambo mengi tutaongea, lakini kwa saa hii niwache. Asante sana Mr. Speaker. Bunge la mwananchi. Bunge la mwananchi, asante sana kiongozi. Kwa majina anaitwa DCI. Mimi ndio naibu wa rais kwa hii bunge. Karibuni viongozi kwa hii bunge la mwananchi. Niko na niko na shida tatu, ningependa kiongozi wa Oburu Odinga kuwasilisha kwako, mimi nikiwa kama naibu wa rais kwa hii bunge. Tena mimi na wakilisha wamama kwa hii bunge kuna wamama kwa hii bunge ya mwananchi ya Jakaranda, kiongozi Oburu Odinga, wamama hawana kazi, ni ukweli. Wamama wanahangaika kwa hii bunge, hata ukizunguka hapa utaona wakiuza uji, Mheshimiwa Oburu Odinga, na kuomba enda kaambie rais wetu Ruto, wamama ndio wapiga kura, atushike mkono tupate kazi na tupate empowerment. Fali, la pili, la pili kiongozi, kiongozi wa Oburu Odinga, niko na ombi la pili hapa. Kuna mama ambaye hmm, amepoteza mama yake <coughs> wiki tatu zilizopita. <coughs> tumejaribu kuchanga, lakini mchango hauchangiki. Kiongozi, ningeomba kama nikiwa naibu wa rais kwa bunge, tafadhali tusaidie, huyo mama akapeleke kuzika mama yake. La tatu nikimalizia, kiongozi wa Oburu Odinga, bunge la mwananchi. bunge la mwananchi as a whole. Whole. The, the whole country wide mmoja wetu ambaye anaitwa Maroko alipoteza bibi yake Maroko. Mimi naomba kiongozi wa Oburu Odinga, nikiwa naibu wa rais, ya kwamba tafadhali ambia kiongozi wetu mpendwa, Rais Samoei Ruto, asimame na mmoja wa ODM. Hakuna mtu ambaye ajui Maroko. Maroko anahangaika na bibi yake sana rais. Bwana Yesu asifiwe tena. Najua la staki sadaka, sitaki kuitisha sadaka. Bwana Yesu asifiwe, amina. Najua leo ni ile siku, bila kupoteza muda, kwa wageni wetu, karibuni sana. Na mimi nitakuwa tu na masuala mawili kuzungumzia kwa uh, mheshimiwa. Ah, bwana mheshimiwa, hawa watu ambao unaona wamesimama hapa wengi wao hawana kazi. Na nikiangalia kwa appointment serikali kuna national recruitment ya polisi. We are requesting ia kile ambacho nimekuwa naambia mheshimiwa, ni kuwa kuna police recruitment ambayo inakuja na wengi, ama kwa muda mrefu tunajiulizia kwamba insecurity inaanzia wapi? Insecurity inaanza wakati nyadhifa za recruitment za polisi zinauziwa watoto wa viongozi. Watoto hawa wanaenda pale kwa sababu ya pesa. Kwa sababu mtu amenunua nafasi hile, anasahau ya kwamba jukumu lake kuu ni kupeana usalama kwa mwananchi. Kwa hivyo, bwana Uhuru, kama chief advisor wa rais, najua una high chances ya kufikia rais. Mwambia kwamba bunge la mwananchi linamwomba nafasi ateule, ateue nafasi teule, ili vijana hawa I think, uh, katika maandamano hata rais mwenyewe anajua, kuna wakati alizuiliwa kukua hapa. Hebu imagine, na watu sasa wameweka wa defend nchi <laughs> kama ende walimzuia kuingia hapa, sio tuzuia wakona kuingia katika taifa letu. Kwa hivyo tunaomba rais, we have got potential youth who are very energetic, na nguvu hizo zinatumika vibaya na wanasiasa. Kwa hivyo, the upcoming police recruitment, tunaomba ya kwamba bunge likuwe considered na tupewe nafasi za yes, kutosha ili vijana wetu wapoweze yes, kuajiriwa yes. La pili nikimalizia, mheshimiwa, kuna wakati rais Ruto alikuwa hapa Soweto Jakaranda na alituambia kwamba uwanja hii itakuja jengwa mashule na uwanja ma... stadium. Katika mazungumzo hayo tulikubaliana na yeye ya kwamba tunapaswa kuwa na yeye na mkutano ya moja kwa moja. Appointment hiyo sijui nani aliandika, na sijui kama pejio aliirarua na akaitupa. Mkumbushe bwana rais ya kwamba Bunge la Mwananchi Jakaranda iko na appointment na yeye, na tunasubiri so kwa hamu na gamu, ni lini atatuita tuketi na yeye chini ili tuweze kupanga mikakati ya vijana kuendelea bila ya kupoteza muda. Mheshimiwa, najua kuna waheshimiwa ulitembea nao, lakini kwa sababu ya muda na giza, tupendi mambo ya usiku, tutaitwa wachawi na tutaki tuitwe wachawi. Kwa hivyo nitaomba tu watu watatu kwa brigade ambao walitembea na mheshimiwa na mheshimiwa kuwe wanne na tufunge hiyo chapter. Kwa kumalizia, Mheshimiwa, ni wewe utatupea directive bunge la mwananchi <laughs>